Guess who is back with the second part of our learning? It's me. Hi everybody, karibuni tujifunze na tujue zaidi ni namna gani ambavyo tunaweza tuka uh, tukajifunza neno la Mungu na tukalifurahia. Hakuna kitu kizuri kama kufurahia kile ambacho unajifunza. Kipindi tuko shule, shule ya msingi, shule ya sekondari, tulikuwa tu tunaenda shule kwa sababu wazazi wametuambia kwamba elimu ni bora, lakini pia most I mean asilimia kubwa no, kuna wale good kids they just love the school. Eh, they just love the teachers, they love everything about school, makande fimbo, they all like it. Lakini there was us ambao tulikupo. We just go to school because our, our ancestors wame insist I mean our parents Wana insist and if you don't go to school, your parent atakamatwa kwenda jela okuto. So kwenda masomo machache ambayo kama sio moja mawili, unaenjoy na hilo somo, lilikuwa ni Kiswahili na Kiingereza, sio hesabu again. Waliokupo wanaenjoy na kufurahia hesabu ni wale ambao, lakini You know, tulivyofika vioni tulivyofika kwenye limu za juu, unajua, unasomea kitu ambacho unakipenda. Sasa siongelei wale ambao umelazimishwa na wazazi. Una enjoy na kufurahia kile ambacho unakisoma like, kama umesomea kitu ambacho unakipenda you can understand. Enough with the talking, tuingie moja kwa moja kwenye kile ambacho kimetuleta leo. Too much blah, blah, blah, maneno kibao kama sera za nanelii ngoja tu niendelee na neno la Bwana hapa maana hicho ndicho kilichonileta siku ya leo. So kwenye session yetu ya pili leo unajua tunajifunza nini? Tumekwisha kujifunza ni vitu gani ambavyo vinatokea huko kwenye ufahamu wako wakati unaenda kuanza kujifunza neno la Mungu, kwa wale ambao ni beginners, kwa wale ambao wanatamani kulijua tu kulijuatu like, karibu that's what that's the whole point like just read it litakubadilisha, I I mean just read it, you you know I can't promise you anything anyways. huko tumeshajua ni vitu gani ambavyo vinatukia kwenye fahamu zetu wakati tunasoma neno la Mungu ili tuwe na i mean like huo oh, uelewa tumeshaweka msingi wetu, so kitu ambacho tunaenda kujifunza siku ya leo ni vitu gani vya kufanya kabla hujaanza kusoma Biblia. And let me tell you one thing. The Bible is reading the Bible is not like rocket science, okay? It's more than that. Ni zaidi ya rocket science. Lakini pia sio gumu kama unavyo zani. Ukiwa na proper means za kukusaidia wewe kusoma neno la Mungu. So, kitu ambacho unataka kufanya kabla haujaanza kusoma neno la Mungu, let's say umeamka zako asubuhi au umelala wherever, anyways, how however ambavyo wewe unataka kusoma neno la Mungu, kama ni midnight, I said whatever. So, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kujua ama unatakiwa uwe nacho kwenye ufahamu wako au unatakiwa uwe nacho ni maandalizi like, kila kitu huwa kinahitaji maandalizi. Ninaposema maandalizi ma, wa, wa, wa, dada wananielewa you know, we have all these you know, highlighters we have the sticky notes, we have the good notebook, we have everything that we need lakini That's not it. Naposema maandalizi simaanishi we kuanda note stick note yako, simaanishi kuanda notebook yako, simaanishi lighters and all the accessories that you need. Ah, no. Ninaposema maandalizi nina maanisha expectation kuandaa moyo wako kwa ajili ya kile ambacho unaenda kukipata, okay. Iko hivi, kitu chochote ambacho kinafanywa bila kuwa na goals mbele yake au bila kuwa na destination au bila kuwa na motive nyuma yake, ukikifanya kwa muda mrefu utachoka na utaachia njiani. Imagine unasoma with no end like you have, yani hapa kwenye kichwa chako, you just going to school you've been going to school all your life and literally there's no plan here you know. Amna kitu kibaya kama unafanya kitu alafu hujui mwelekeo, hauna mpa, yani hauna expectation. Unasoma kitabu hauna expectation zozote. Unahusiana na mtu huna expectation, at the end of the day hayo mahusiano yatakufa kwa sababu hayana motive, hayana motive goal, hayana destination, hayana hayana chochote hayana mipango. The same way with the reading the Bible, utakapokuwa umeamka asubuhi ama utakapokuwa umefanya maamuzi ya kuanza kusoma neno lako, ni lazima kwenye ufahamu wako uwe umeandaa moyo wako ama umeandaa matarajio yako kutoka kwenye kile ambacho unaenda kukisoma. Let's say mimi hapa labda hiki kitabu kinaitwa how to win friends and influence... I mean, how to win friends and influence people si ndio? Wakati labda nimefungua hiki kitabu nataka kukisoma at the the end of the day, mimi nataka nitoke hapa nikiwa nimejifunza namna ya kuhusiana na watu, namna ambavyo ninaweza nikawa na nina na communicate na watu, that's my expectation wakati ninasoma hiki kitabu. So uh, nikiwa the more nikiwaasipati kile ninachokitaka, it's kinda disappointing, si ndio eh? Yeah, so ili wewe usichoke hii safari yako ya kusoma neno la Mungu, hakikisha umeuandaa moyo wako, lakini pia umeandaa yako ni kitu gani unatarajia? Ngoja nitolee katika mfano, mfano mimi nikiamka asubuhi, labda leo nimeamka asubuhi na ni lazima nisome neno la Mungu, nina kitu gani ambacho nime nina expect yani kutoka kwenye hili neno la Mungu? Kwa sababu kusoma Biblia it's one on one wewe na Mungu, ni tofauti na ile taarifa ambayo inatoka kwa Mungu inapitia kwa mchungaji ije kwako si ndio? Hizo hiyo ni tofauti, lakini reading the Bible is 101, you and God. So unakuwa umeuandaa moyo wako na expectation. Ndo nikawa natolea mfano nasema kwamba mfano mimi nimeamka asubuhi, nataka kusoma neno la Mungu. Kwenye moyo wangu nakuwa nimejiandaa kwa na vitu vichache kama sio viwili vitatu. Cha kwanza kabisa, wakati nimeifungua hii, wakati ninataka kwenda kusoma neno la Mungu, ninakuwa nimeuandaa moyo wangu kupokea badiliko Sawa, transformation sasa ninajua kabisa when I open this book I am going to transform it. There's something that I do not know in this life, or there's something that I know but it's wrong, it need to be changed. Kuna kitu ambacho nakijua hakiko sawa, kwa hiyo sijui ni kitu gani ila ninajua tu there's something that I don't know that's why ninaenda kusoma Biblia. Kwa hiyo ninakuwa na mind of being transformed. Kwa hiyo ninakuwa nimesha uandaa moyo wangu kufanyaje kupokea badiliko. In other words, nasema kwamba I am ready to learn and to unlearn baadhi ya vitu, nimekuwa nimeuandaa moyo wangu and I am telling you kwa kuwa nimeuandaa hivyo moyo wangu, God is going to transform me kwa neno lake. Kwa hiyo nakuwa kabisa nasema, okay, Mungu There's something ambacho hakiko sawa ndani yangu au kuna kitu ambacho nahitaji kujua, nahitaji kubadilishwa. Maybe I am, you know, nawaza tofauti na nini. Kwa hiyo najua kabisa nikifungua hili neno la Mungu, sijui ni wapi lakini najua litaenda kunibadilisha. Sawa. Eh, jambo la pili, ninakuwa na expectations zangu ni nini? Ninakuwa na expect la ni kutokea by the time namaliza kusoma labda, eh, eh, a scripture, namaliza kusoma a chapter or two chapters or whatever, a single scripture. Ninatamani niwe nimepata a piece of God's wisdom yani, namwambia kabisa Mungu, I know yani, I I need the wisdom, I need your wisdom, I I need that, yani, there's something I'm going to get ambacho kitanisaidia mimi kwenye maisha yangu ya kila siku kwenye kwenye kazi kwenye familia kwenye utumishi kwenye in my future and everything itanisaidia mimi so nakuwa, okay so nasoma Biblia moyo wangu nimeuandaa kupokea hekima sehemu ya hekima ya Mungu, yani like ninataka nipenye kwenye ufahamu wa Mungu, si ndio? Sawa, lakini pia kitu kingine labda ninachokuwa nacho, kwa, nacho ni kwamba mimi ninakuwa nimejiandaa kupokea a revelation for myself sawa, eh? Wakati nasoma neno la Mungu, I will not wait until Sunday to go to church for my pastor to just give me a revelation. I can't wait. Of course, my pastor is going to give me a revelation about my life and my ministry and everything. I appreciate that and I'm excited to meet with that. Lakini pia I believe in the middle of the week, Mungu ananipa anaufunuo anap, kuhusu mimi kuhusu labda ninachokifanya kuhusu iyo siku unajua, ufunuo is it's kinda you know, ufunuo kuhusu hiyo siku like how, like about your day, about your marriage, about your family, about your I mean your education and everything, everything. Kwa hiyo ninakuwa nimesha uandaa moyo wangu na ufahamu wangu kwamba ok, we are reading this book, lakini vitu ambavyo natarajia ni badiliko, na kwenye badiliko kwamba kuna vitu Mungu ataniambia kuhusu mimi ambavyo sio vizuri, kwamba Gladness you are one two three four five, from there Mungu atanisaidia, nitabadilika. Lakini pia naenda kupata hekima ya kimungu, lakini pia ninaenda kupata um, ninaenda kupata nini? ninaenda kupata ufunuo ambao utanisaidia mimi kutembea nao kwa hiyo siku au kwenye kwenye eneo lolote lile, labda atanipa ufunuo labda, anyway ni kwa sababu umeuandaa. Neno la Mungu linasema kwamba maandalio ya moyo ni mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwake kwa kwa. Kwa hiyo mimi nakuwa nimeshaandaa expectations zangu, nikilifungua tu hili neno la Mungu, It's, yani hata siyo kazi kwa sababu nimeshauandaa moyo. Mungu anajua, okay huyu mtoto amejiandaa. Nitampa kile anachotaka, lakini pia baada ya hapo huwa ninamwambia Mungu, Let your will be done kwenye lile ninaloenda kulisoma like, kile n yani, nimeamka leo, umeniagiza nisome neno lako, I am reading this, nina expectations zangu lakini there's your, there's your will. Let it be done after that. Pray for it. So fanya vitu viwili: andaa moyo wako, kuwa na matarajio I mean, have something ambacho kinakusukuma wewe kutaka kusoma neno la Mungu kila siku kila siku kila siku. Kwa namna hiyo hautachoka, yaani, hautachoka. Utakuwa unaamka asubuhi you are like Okay we doing this. Nataka nisome neno la Mungu, ninajisikia kusoma neno la Mungu. Hautachoka na wakati wote utakuwa unajisikia kufanya kusoma neno la Mungu. Na baada ya hapo, nimesema kwamba jambo la pili, ombea hayo matarajio yako, omba. Kwa sababu we all know kwamba maombi ni namna ya mwanadamu kucommunicate na Mungu. Nikwambie kitu kimoja, ni kwamba Mungu anajua unachokitaka lakini anataka ukiseme. Kwa hiyo ukishajua unachokitaka, sema mwambie, sasa sema, speak it, say it, tell him kwamba unachokitaka. Mfano, I'll tell you I mean, like, we, we are going to pray. Kwa hiyo nani structure ambayo nimewambia, mfano mimi nimekuambia nina expect um Nina expect transformation, na expect wisdom, na expect revelation kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya uzao wangu, familia yangu, mume wangu, ndo ama somo whatever vitanisaidia huko mbele nikiwa navyo, si ndio? so, yes, so I'm like, God, I thank you for this morning or afternoon, whatever time that, utakuwa unasoma hilo neno lako, na kushukuru kwa sababu umenipa neema na kibali cha kuiona na kuifurahia tena siku ya leo, kama neno lako linavyosema kama leo ni siku njema ambayo Mungu umeifanya, na mi nitaifurahia na kuketi katika hiyo siku. Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipa fursa ya kusoma neno lako na kupata fellowship ama kufanya fellowship na wewe, kuwa na intimacy na wewe. Naomba Mungu unisaidie, ninatarajia vitu hivi na hivi na hivi kutoka kwako Mfano, mimi ninatarajia Mungu kutoka kwenye neno lako nitabadilishwa, ufahamu wangu. Sijui vyote kuhusu mimi, lakini wewe Mungu unaujua moyo wangu, unajua kunenda kwangu, unajua kuwaza kwangu. Naomba neno lako lika expose kila kitu ndani yangu na likanitengeneze likanibadilishe. Mungu ninaomba nipate maarifa yako, ili niweze kutumia hekima yako kwenye maisha yangu ya kila siku, kwenye In my, in my daily life naomba Mungu ukanipe hekima kutoka kwenye neno lako Mungu. Ninaomba ukanifunulie kile ambacho unataka nijue ambacho umekiandaa specifically kwa ajili yangu. Ninajua kila neno ni ni, ni zuri na lafaa kwa kila kitu, lakini there is a piece of revelation that is for me. Personally, naomba Mungu ni encounter na hicho kitu. Mungu naomba mapenzi yako yatimie. As I read this word, kama unataka nisome ili nikashee na watu wengine, au kama unataka nisome a, ninajikabidhi mikononi mwako. Naomba Mungu ukawe katikati yetu. Roho Mtakatifu ukajidhihirishe di, kama mwalimu bora ukanifundisha, nikapate kuelewa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo that's it. Hivyo mimi ndo huwa ninavyofanya. Kwa hiyo ukiwa unaenda, I say hata wewe mwenyewe unaona bwana eh? like Uh, having, yani, not having expectation, kuna chosha. Ndio maana hiyo siku nyingine tutaamka tu, utafungua tu hivi uelewi elewi Unaacha. Those, those days hizo siku zipo lakini, kuwa na expectation, tengeneza hiyo uh, kitu ndani yako sawa, mm -hmm. kwa hiyo, I hope hivi vitu vivi vimekusaidia kwa hiyo ili Biblia isiwe rocket science kwako kusoma, kuwa na expectation. Na kuwa na expectation sio kwamba ni kitu ambacho a mm, unatakiwa uwaze mwaka wiki no, ile umeamka asubuhi unataka kusoma neno, the moment umeshika Biblia yako, sorry, make sure your mind is clear on what exactly do you want out of this book. Sawa, kusoma kitu ambacho hauna matarajio nacho. It's kind of tiring. Anyways, thank you so much for watching. I hope hii imekusaidia. Kama imekusaidia, usisahau, mwendo ni ule ule, share na mtu mwingine. Hakuna kitu kizuri kama kushare. Anasema sharing is caring. Kile ambacho umekipata usibaki nacho wewe, mpatie mtu mwingine. And if you feel like kama this video is not for you you you you, have it all and all stuff like that, it's not bad lakini you can listen, ili uweze kwenda kuwasaidia watu wengine ama, ah, unaweza ukashare na mtu mwingine. Usisahau kusubscribe, ukalike, achia comment yako. Ni kitu gani ambacho unataka kujua zaidi kuhusu Biblia? Ni vitu gani ambavyo unataka kujifunza? Tutajifunza wote kwa pamoja and hongera kwa hatua ama safari ambayo unaenda kuianza ama safari ambayo umeianza kujifunza neno la Mungu. Safari inaweza ukawa umeianza una miezi sita, unaweza ukawa una mwaka, unaweza ukawa una siku, whatever time that it is, the time, Biblia inasema kwamba wakati wa uokovu ni sasa, so now is the time and congratulations, you are doing great. Utaani, no pressure, just take your time kwenye kujifunza neno la Mungu we're gonna get there someday somehow. Mungu awabariki sana, asante kwa kutazama chao. See you on the next episode.